Ndugu zangu, naomba kuwaambia, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Nafasi zitakuwa wazi kuanzia tarehe ishirini na nane mwezi huu mpaka tarehe mbili. Wana system na wananchi, nendeni kwenye chama cha mapinduzi kajipime, kama una uwezo wa kuomba nafasi ya ubunge, kachukue fomu. Una nafasi ya kuomba udiwani, kachukue fomu. Chama cha Mapinduzi huwa tuna mikataba ya miaka mitano ya kuwatumikia Watanzania. Mheshimiwa mbunge, mheshimiwa mbunge, wananchi hawa tulikubaliana mwaka elfu mbili na ishirini na leo natakiwa kuja kuwambia na baasi, ya mengine nimeyasema na mengine ambayo natarajia kuyafanya. Najua tarehe ishirini na nane nao utakuwa na mgombea. Leo ni nafasi yako ya kuambia watanzania hao na wananchi nini umefanya kwenye wilaya Mbogwe na mengine imekusaidia mheshimiwa kuyataja, kwa sababu na yafahamu, na mengine na wananchi wanaendelea kuhudumiwa, lakini mengine ya Tanzania nimeyasema. Mheshimiwa mbunge, watu hawa hawahitaji kudanganywa. Waliosema kuna uchaguzi, wameweka mkono kwa pani, wamekimbia, hawataki kuingiza mpira uwanjani, na sisi tunasema sisi mwezi wa kumi, chama cha Mapinduzi tunaingiza mpira uwanjani, mechi inapigwa. Mheshimiwa mbunge, sisi mimi mwanasiasa